Sizikwi Nayo. Hello. Yes, hello. Eh. Habari leo mami? Ndore. Ni ukumu hapo na kupigia simu kutoka Radio Maisha. Oh. Naona umetumwa ujumbe ndani ya Sizikwi nayo. Uh, unasema kwamba unanyongwa na mapepo usiku. Uh, ni huwa nakuanga na hiyo shida kila siku kila siku, mpaka nakosa kuelewa shida iko wapi. Mami, are you married? Yeah, married, but it started by the time tunaelekea kwa married. It's almost five years. Okay, almost uko katika ndoa yako, so almost five years eh? Yeah. Lakini unasema ulianza kunyongwa na mapepo pindi tu baada ya kuingia katika ndoa? Nilimarika twendi twendi. Yeah, twendi twendi nikalala first day, dei ya pili nikawa na hiyo shida sasa. Nikawa nakosa kuelewa shida iko wapi. Na mami, katika hii hii bomba ambapo umeolewa muumeo, hii shida umesema imekuwa ikifanyika mfululizo toka umeolewa, sio? Yeah, sasa hiyo 2020 ilifanyika na ikadisapia. Oh, ni kitu ambacho kinakuja kikienda. Sasa ndio nakuelezea sasa. 2020 ilikuja ikafanyika ikadisapia, 2021 nikawa sawa, 2022, 23, 24 nikawa sasa, ikawa wasi mpaka disia. Sasa unasema mwaka huu ndio imekuwa wasi kabisa kuanzia last year na this year unanyongwa na mapepo usiku. He, bora tu niingie kwenye bedi hivi. ni hiyo shida inaapia. Namami, nikuulize katika hiki kitanda unacholala ambacho unasema unanyongwa na mapepo, unalala na mumeo pamoja? Tuko pamoja, lakini sasa niseme, this time niko Homa Bay, yeah na sasa anafanya kazi huko. So, wakati unanyongwa na mapepo usiku, unanyongwa wakati uko na mumeo kwa kitanda kimoja, ama umelala wakati umelala peke yako? Wakati tu tuko pamoja. Wakati uko pamoja na mumeo, ndio unanyongwa na mapepo e? Sasa ye hawezi kuona chochote, but mimi ndio ninaona huwa. So, inakuja kama shadow yeah inakuja kama vifoli vya watu yani, venye unaonanga vifoli, watu wanapita, watu wanapita yeah. Yeah, sasa nikiwa sasa ninajaribu nina kuangalia vile hivyo vifoli vinapita hiyo yeah, huwa inaonyesha kwamba sasa yanakuja sasa, yani ukiwa huwa usingizini, unaona kama kuna kivuli cha mtu hata si lazima niwe usingizini, wakati tu ninafunga macho hivi na inaanza sasa. Na hapo kuna mumeo, uh, yeah. Na mumeo kwenye kitanda kimoja kimoja, eh, na yeye hata ukimweleza hii story, anasema kwamba yeye haisi chochote wala hajawahi ona chochote. Haya na niambia, hiyo kitu yeye huenda tu ni ya uh, ni ya kwetu. Na ninapoangalia ya kwetu, hapana, hakuna chochote kwetu. Mamiwa, kabla uolewe, uliwahi pitia kitu kama hiki? Sijawahi pitia mimi hiki kitu. kitu kimekukuta wakati umeingia katika ndoa sasa e? hata ni kila siku kila siku. Unajua, hata wakati mwingine ikifika usiku unaogopa. Na mami mwanzo pole, kando na kukunyonga, hili pepo linakufanyia kitu gani kingine e? wakati mwingine huwa najikuta ni like, niko kwa chach, unajikuta kama kanisani yaani sometimes inakuja tu najikuta ninaimba kabisa, naona niko kanisani ninaimba kabisa, na mumeo kando yako asikii hata sauti sauti yako ukiimba yeye asikii chochote. na i, i, hili pepo limewahi lala na wewe? Sijawahi. yes, ona, alijawahi fanya mapenzi na wewe eh? Alijawahi. lakini sasa imenisumbua, imenisumbua sana, nakosa kuelewa iko kwao kwa sababu vile nasikia kwao si kuzuri sana, historia ya kwao si nzuri sana toka uolewe na huyu mwanaume miaka mitano. Umewahi ishi kwao huko alikozaliwa? Eh, nilikaa huko for around two years. for around two years years, eh, lakini hata sana sana anasema kwao si kuzuri sana, yani seme tu ni zaidi ya ngoma na na, na, na, na na hivi, wakati ulikuwa kwao hii miaka miwili, hiki kisa bado kilikuwa kinakutokea? hey, kuna wakati ilitokea ikajisa pia tena. Na nikuulize, mumeo, umesema umemuuliza, amesema kwamba kitu kama hiki hakipo kwao, na wewe unasema kwenu huku waipitia kitu kama hiki, yaani unapitia wakati umeolewa katika boma hii sasa Hmm. Kando na mumeo kuna mtu mwingine yeyote wa familia hii umewahi kuuliza, kama kitu kama hiki uwaga kinafanyika ama kimewahi mtokea mtu na ukaambiwa nini? Sasa iko hivi Eh, the wife to one of my yeah, the wife m -wife, wake alikuwa anasumbuliwa sana mpaka ilikuwa anasumbuliwa mpaka mate, yaani mpaka mate inatoka mdomoni ofu alik yani, alikuwa anasumbuliwa na kitu kama hiki eh, usiku wa manane. Mpaka sasa aliamua akarudi kwao, uh -huh. Mm, sasa wakati alianza kwake hiyo alikuwa anasumbuliwa na tehasband yako, kuwa anaona anaamka usiku anapiga nduru sana, na huyu uh, ni huyu uh, ni, uh, uh, uh, ni mwanamke ambaye ameolewa na na shemegi yako eh, alikuwa anasumbuliwa sana, anapiga nduru anapiga nduru, anaambia tehasband kwamba ninaona hivi naona hivi, tehasband anasema sijaona kitu mm. Sasa ikaonekana ni mambo yake tu mm. Mm, lakini alikuwa sawa tu kwao, akukuwa na hiyo shida, wakati hata alikuja, so ilibidi akatoka na yeye e. Sasa alikuwa alitoka last year, so wakati akatoka sasa, wewe ndio umebaki unasumbuliwa na hiki kitu. Hmm. Na familia yani. Na familia nzima, kuna mtu yeyote ambaye anasema kwamba wachana nyinyi ambao mmeolewa katika hii boma, kando na nyinyi wageni ambao umekuja katika hii boma, hii familia, kuna mtu mwingine yeyote ambaye yako na historia kama hii? Sijawahi. Yes, ulizia sana kwa sababu yani sipendengi kuingilia maisha ya watu sana. Hapa penye umeolewa, majirani wanasemaje ambao mmezungumza nao kutafuta historia ya hapo ambapo umeolewa? Niseme tu sijakaa huko sana, lakini kuna wakati tu my husband aliwahi niambia kwamba kwa boma lao kuna iseme, kuna ma, madhabahu imejengwa. Kuna madhabahu e, madhabahu imejengwa, la sasa ni wakati ni al, aliniambia tu, yaani ni kama alishtukia ameniambia. Na aliyejenga madhabahu ni nani? The the the father the father the father is still alive. The father died, but the mother is the one who is still alive. So it sasa seems ni... like it seems like the mother and ndiyo yako na yako katika control ya madhabao haya sio? Eh, yaani, sasa tuseme hiyo madhabao ni ya magicians yaani, mmhm ehhe, sasa yeye sasa tuseme tu familia hiyo sana sana ni yeye pekee yake ndiyo anamjua Mungu, lakini wengi hawajui hawamjui Mungu. Mami, umepata watoto katika hii ndoa? Sijapata, nimepitia shida kubwa sana hata hujafanikiwa kupata mtoto hata mmoja e, nimekaa for five years nikawa tu na shida ya tumbo, shida ya tumbo, tumbo inafura tu asifa na disapia ya. Yani niseme tu nimekaa katika msukosuko, nasumbuliwa mpaka relatives wake wamefika mahali wananisumbua sana, wanasema kwamba wanataka mtoto, sio? Eh, I mean shida kubwa by the way, hata, I cannot say anything. Ni Mungu tu na atianga. Mami, eh hey, pole sana, ni mtihani mkubwa sana ambao uko nao. Unanyongwa na mapepo, una, una kuna muda unahisi umebeba ujauzito, unapotea. Na generally what is your husband saying all about this? Generally, mumewe anasemaje kuhusu hayo yote? As a concerned husband The problem is yeah. Ame jui, ame jui ni relatives na inaonekana sasa, unajua ile, the mother anasema ndio yeye anafuata. Na umeongea wewe, kwenu kuna wazazi wako kuna wazazi wako kwenu? Eh, my father died in the year 2017 akabakia my mom na my mom pia, yani ni mtu wa old, ni mkuu, anangongeta oh, gongeka uwezi, so ukamsumbua na story kama hizi hata naona nikimwambia ni kama anamletea yeah, ugonjwa kwa sababu hata ako home, lakini I totally understand mami, katika umri wake huo nameweza mletea pressure. Now ndani ya Sizikwi Nayo siku ya leo, ungependa uh, uh, uh, nikusaidie vipi? E, by the way mimi namjua Mungu, tena mshikilie sana kwa mikono miwili na roho yako yote. E, na Mungu ndiye anafanya ninaishi, kama sio Mungu hata ningekuwa tu nime divorce kwa sababu kuna challenges nyingi. Do you think do you think your husband love you? Sioni kabisa. Do you love him? I love him so much but yeye yeah, yeah, anitendi by the way. Akuna na mwanamke mwingine kando na wewe? He has many. He has many. Uh, he legally is... legally married ama, ama mpango wa kando? It was in this year I got information that he has another wife na ako kwao. Na amekuficha. Amenificha. Na wewe amekuweka unajua wewe ndio mke wa pekee na wewe ndio mke mkubwa. <laughs> Sasa mami ndani ya Sizikwi nayo leo ungependa nikusaidie vipi? Mimi <laughs> Saidia na mtu ambaye anaweza nisaidia kwa prayer kwa sababu hata in this marriage I'm confused, sijui nitoke, sijui nifanya nini. So unahitaji mtu ambaye anaweza kukushauri, end of gain unahitaji mtu ambaye anaweza kukuongoza kwa maombi eh. Maana unajiuliza, unajiuliza hii ndoa utoke ama usitoke eh, unajua ni mbaya sana. It's okay mami, it's okay mami, nimekuelewa na niseme pole sana kwa yale ambayo unapitia, na endelea kumshikilia Mwenyezi Mungu. Mimi naamini kabisa kwamba nguvu za giza hazina nafasi mbele ya maombi eh. Mimi hata unajua, mara mingi mimi ukesha tu, unaweza kesha tu, kesha usiku singizi unanishika saa moja sasa, saa moja saa asubuhi. Unajua pia mke ya fau wa mke ushughulikie boma. Mm, okay, okay, naelewa mami, naelewa. Wewe endelea kutegea siziki nayo. Bila shaka kama kuna mtu ambaye ako na tafsiri ana kivipi unaweza saidika kiroho mm. Bila shaka nitakufikia nambari yako ya simu niko nayo na kikubwa ni kwamba endelea kumshikilia Mwenyezi Mungu wako. Uh, swali la whether utoke kwenye ndoa ama ubaki uh, bila mm. shaka msikizaji atakushauri lakini by the end of the day wewe ndio unajua kiatu kinakufinyia wapi na kinakufinya kivipi. Sasa baada ya mm. ushauri, maamuzi um, ya mwisho utafanya wewe mami kulingana maisha yako ya baadaye. Sawasawa eh, nimshukuru sana wana wasikizaji tunakupenda mami, na pia tunataraji kwamba wewe utajipenda zaidi ya mtu mwingine. Shukrani sana mami, endelea kutegea sizikwe nayo, and I wish you all the best, by the way, endelea kushikilia mwenyezi Mungu. Sizikwe nayo, Nzula Makosi na Wycliffe Okumu watakusaidia kufungua wa roho. Usizikwe nayo.